Hasa, mbona umenuna? Naomba uniambia ukweli, hii nywele ni ya nani? Kusamu... naomba uniambia ukweli, hii nywele ni ya nani? Hapo tuko nje, tuongee taratibu, unavyoongea sauti kubwa, tuagaba faida majirani. Nilikuwa natandika kitanda, nimekutana na hii nywele, imefata nini chumbani kwetu? ah. Usiponiambia ukweli hapa leo kitu lileta kitu, naomba niambie ukweli, naomba niambie ukweli. Sawa, wale mabinti eh? Unanipanga si ndio? Unanipanga, unanidanganya toka lini? Kile chumba kikaombwa na watu kwa sababu eti tu mmekuja sisi kufanya kazi zenu za kushuzi, si ndio? Yani utajijua yani, mwenyewe. Naomba niambie kweli, nywele ni ya nani? Hii nywele ni ya nani? Naomba niambie kweli, hii nywele ni ya nani kaka? kwani mna shida gani jamani? <coughs> wifi <coughs> kuna nini pana ni. Mnagombana, mnapigizana makelele, alafu mkwazani shida nini? mwambie kaka ako kuambia ukweli kweli, nywele ni ya ni nani? Mwambia ukweli mdogo wako. Sasa mimi namuelekeza nini sasa? Wewe unapaswa muelekeze. Huyu anasema rasta sijui rasta kwa ikuta chumbani sijui pena anatandika amekuta rasta na anaambia rasta sio ya nani. Mimi mimi sielewi rasta ana. Rasta ipi kwani? Umetupa? Ushaitupa si ndio? Ushaitupa si ndio? Nitupe wapi? Kati rasta ilikuwepo hapo hapo, hata usinifanyie maujanja umenielewa eh? Rasta ah, ilikuwepo hapo hapo. Kwani hii? Ni hiyo hiyo nimekuta chumbani kitandani nimefuta nini? Hiyo hiyo. <laughs> Yani, wifi ilosta ni ya kwangu, ya kwangu hii. Juzi nikiingea nani umewakaka muna kwenda kujangalia kunikio nifanye hivi, nifanye hivi kafumuka. Ni ya kwangu toka lini? Wifi akaingia chumbani kwetu ya kuuliza wifi? Toka lini akaingia chumbani kwetu? Unaulizwa na tabia, kuingia chumbani imeanza lini? We chumbani kwetu sisi, we unaingia bila ruksa angu vipi? Sijaipenda hiyo tabia. Ndio maana tena wanafanya mapenzi yangu mimi na wifi yako yavunjike. Kwa hiyo pumbavu wako mke wangu achana naye. Swali limeisha. Si umeona jambo lililotokea? Lishaisha hilo. Kwa mnanipanga, si ndio? Ah, mnakupanga hadi unaifia kwa nani kupanga? Wifi. Mnanipanga, si ndio? Hamna wifi, nywele ni kwangu. Unanijua vizuri wifi yangu. Unanipanga, si ndio eh? Ah. Kuna kiwa pale sebleni kilikuwa kutoshi, sio? mpaka kaingia chumbani. Hebu nipatie nywele. Nipe pe nywele. <laughs> Kumbe nyinyi, kumbe mimi nikitoka, nikienda zangu siku kazini, nikisafiri, nyinyi mnafanya mambo ya kichafu kunyuma, si ndio? Wewe. Ndio inavyoonekana, hii nywele fata nini nimi, we, we, we. Kana, chumani? We. Chumani haja kuingia kula chumani na dadako haja kuingia hata siku moja. Kuona maanisha nasema nini? Imefata nini nywele yake? Nyinyi mnacheza michezo michafu mimi nikitoka huko ndani, si ndio? Sasa basi. Simmesema mmesema kwamba nywele hii ni ya wifi hmm? Wifi, nywele si ya kwako, nywele si ya kwako, nywele ni ya kwangu ya kwako eh? ndiyo. nywele ni ya wifi sindiyo? Ndiyo, mpatie nywele yake, si kwamba shaisheo nimpatie, subili niwaonyeshe Sia kwako hicho, sia kwenu. Hamjeni jua bado. Hii, wewe wifi, wifi, wifi sikiliza, wifi sikiliza nikwambie wifi sikiliza nikwambie. Mimi yorasta, nihusu, chumba ni koko sijaingia, upo? Nini kaka, iyo kesi ni ya kwako, iyo aso jua mwenyewe, upo? Usinihusishe kabisa.